Etu, kama tunaipenda Simba yetu na hayo ni mda kutujali kutujari sisi na kusamini sia zetu mm, hauwezi kutangaza dabi siku, dhabi, siku ya mechi aliz... hauwezi kuposti dabi siku ya mechi. Haya, mganga kidugana ataroga saa ngapi? Ataroga dabi na Simba, watu wanaroga hizi. Nisikilize hapa mna mm, kuficha dabi za Simba na Yanga, watu wanahangaika wanaloga Simba. Tumekosa kuhangaika hii mechi kwa ushirikiano. Yanga asaangaika wameloga kila sehemu, tageti wote uwanja wote wameuchafua. Mm, jana amekuja hapa mwenye uwanja amezurura uwanja mzima. Mm, unakuja kizembe, unafungwa, unasemaje? Bonye, mmezidiwa. Narudia, Yanga wajaja jana jana jana jana, wamekuja kufanya mazoezi ya mwisho, wamezurura wa uwanja wote, wameweka mambo yote wamezunguluka uwanja wote wao, umekuja kirahisi, unafungwa, unaondoka, watu wanashangilia, wamechukua ubingwa. Ujumbe mwisho kwa viongozi na kuunia popote pote, Mandala upi sasa. Viongozi tunawapenda sana, viongozi wetu wa Simba mpo smarti, mko vizuri, ila kwenye kosa tunaambia mmetukosea mashabiki kuto kutuweka wazi huu mchezo. Viongozi mpo smati, mnaongoza vizuri, timu inaendeshwa vizuri, lakini ilikosa lisikwepwe tujifunze maana ya kosa mtu watakuwa ujifunze kosa mkubali kosa mlikosea kosa la kwanza kwa kubalia yanga kila kitu kosa la pili leo dabi tunakuja bila kujiandaa watu wanachukua bingwa wa mikononi miko, kwetu asante mandala nashukuru